Kama deni la taifa linaweza likakuwa kukawepo na sababu za msingi za kukua deni la taifa, lakini sisi kama wabunge na mimi mwenyewe Mpina mara kwa mara nimekuwa nikiomba waziri wa fedha kuondoa utata huu eh, kwa sababu kila wakati tukiuliza deni la taifa linakuwa kwa sababu gani? Haya sawa, tumejenga hisi jiara, wote tunafurahi SGR sasa hivi ya kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam inafanya kazi na Watanzania wanafurahi kabisa, na sisi tunapongeza sana hatua hiyo iliyofikiwa na serikali. Tunazungumzia bwawa la Mwalimu Nyerere tulilosubiri kwa hamu kubwa, na tulisimamia kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba fedha zinapatikana na bwawa linajengwa. Tunashuhudia miradi mikubwa kama ya, ya daraja la Busisi kule kujengwa na kukamilika. Yote hayo ni, tunataka fedha la, deni la taifa linavyokuwa linatupa mashaka makubwa tunataka tuone jedwali linaloonyesha kama ni mwalimu bwawa la Mwalimu Nyerere zilienda shilingi ngapi? Za mikopo kama ni SGR zilienda shilingi ngapi? Kama ni Busisi tulipeleka shilingi ngapi? viza vi hera tulizopokea, hera za mikopo tulizopokea ndani ya hii miaka minne, viza vi miradi iliyotekelezwa. Tunataka tuone kuna shida gani kuleta lile jedwali. Waziri wa fedha kila wakati tunamuomba kufanya hivyo, hataki kufanya hivyo. Nini sababu inayopelekea waziri wa fedha ashindwe kutoka kwenye bunge ambalo ndio eh, mamlaka iliyowekwa na wananchi kwa ajili ya kupokea taarifa kwa niaba yao akatueleza haya mambo yote haya? Na ndiyo maana hakuna mtu ambaye leo anaweza akadinai aka, aka E, utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati iliyotekelezwa, lakini sisi tuna mashaka juu ya, ya deni hilo la taifa lilivyokaa mpaka sasa. Lakini mashaka hayo pia yanaletwa pia hata na waziri mwenyewe, anavyoomba taarifa kila wakati anashindwa kuweka taarifa wazi. Kwani kuna shida gani? Siweka jedwali tu, tulipokea fedha kadhaa, zimeenda kwenye miradi kadhaa, na kesi inaisha siku hiyo. Deni la serikali katika kipindi cha miaka minne limeongezeka kutoka trilioni 64.5 mwaka wa 2021 2022 hadi kufikia trilioni 97.36 mwaka wa 2023 2024, sawa na ongezeko la trilioni 32.36 na hivyo deni kutoka na hivyo deni kutoka kukua kwenye wastani wa asilimia tano mwaka 2018 2019, yani deni letu lilivyokuwa linaongezeka kwa mwaka ilikuwa linaongezeka kwa asilimia tano tu kwa mwaka. Sasa hivi deni letu la taifa kwa mwaka linaongezeka kwa asilimia kumi na nane, yaani kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine deni linaongezeka kwa asilimia kumi na nane. Kile ni kiwango kikubwa sana cha ongezeko la deni la taifa na, na inaonyesha kwamba tunakopa kupita kiasi. Yani kule sio kwamba tunakopa kwa ajili ya kutekeleza miradi tena. Yani hiyo ni ishara ya kwamba tunakopa kupita kiasi. Ukishakopa kupita kiasi tu tayari unakuwa ume, umetengeneza tatizo jingine. Na ni kwamba naweza kusema kwamba badala ya wa, concentrate muda wake mwingi kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato ya serikali, yeye ana concentrate muda mwingi kutafuta mikopo ya, ya, ya, ya, ya, ya, kutafuta mikopo nje ya nchi, wakati kumbe ilikuwa na uwezo tu wa kusimamia mifumo ya kodi hapa nchini, ya kusimamia walipa kodi hapa nchini, ikakusanya mapato hayo hayo ambayo inahangaika kutafuta leo na kuwaingiza Watanzania kwenye deni kubwa na mzigo mkubwa wa madeni. Sasa kwa mfano, naweza kutolea hapa, zipo changamoto nyingi ambazo zinasababisha sisi tusikusanye mapato. Kwa mwaka mmoja, tunaweza kukusanya mapato mara mbili au mara tatu ya hizi mikopo ambayo tunaenda kukopa sasa hivi nje ya nchi. Kwa mfano, kodi zinazobishaniwa katika mapingamizi ya kodi, yani katika mamlaka za rufani trad trap na keti kwa muda mrefu imefikia mpaka trilioni 10.5. Sasa kama TRA inakusanya mapato, kwa sababu trilioni 10.5 ni zaidi ya asilimia thelathini ya mapato ni zaidi ya asilimia thelathini ya mapato yanayokusanywa na TRA. Sasa kama unaweza kwa mwaka mmoja ukawa na mapingamizi yenye thamani ya trilioni kumi point tano kwa hiyo maana yake ni kwamba una maeneo mengi sana ya kodi ambayo huyakusanyi. Lakini la pili, una mifumo ya tehama isiyo na usalama na ambayo inaruhusu mtu kubadilisha takwimu na mapato ya, ya, inaruhusu kubadilisha takwimu. Lakini hata hivyo e, inaruhusu hata mtu anaweza, anaweza, anaweza kadirect e, fedha hizo zikaingia kwenye akaunti yake. Yaani, fedha za umma umezikusanya vizuri, ukatoa na risiti vizuri, lakini zile fedha zinaingia kwenye, kwenye, kwenye mifuko ya watu, kwenye akaunti za watu. Sasa una mifumo ya tehama yenye, yenye isiyo na usalama kwa kiwango hicho, nini unatarajia? Nini unatarajia? Huwezi kukusanya mapato kama una mifumo ya tehama ya ukusanyaji wa mapato ambayo mtu yoyote anaweza, kwanza haina usalama, maanake mtu baadhi ya mifumo ya, ya tehama ambayo haina usalama, maanake eh, vamizi yoyote yule wa mitandao anaweza akaingia kwenye mfumo huo akafanya uvamizi wake aka, aka, aka direct, e, zile fedha zinazokusanywa siingie kwenye akaunti yake.